Kisa ka kukosa mguu mmoja, kisa kya kukosa viganja vya mikono. Na chanzo ya hii yote ni kuto kutii sauti ya Mungu na kuto kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Mungu alituma watumishi wake, nendeni mkamwambie mwanangu Esperance, mwambie abadilike, aacha kunibia fungo la kumi, aacha kutapanya kanisa langu kwa maneno ya uongo, mmwambie, mumwambie acha kiburi kosea mtu awe mwepesi kwenda kuomba msamaha, na yule aliyemkosea anapokuja kumwomba msamaha, Esperance ya kubali msamaha wa yule mtu aliyemkosea. Kwa nini kutanguliza mambo yake mbele na kazi yangu nyuma? Naletewa ujumbe na watumishi wa Mungu, nikajishika kiunoni, nikawapandisha taratibu na kuwashusha, tokeni hapa waongo, hamna pesa wa masikini ndiyo maana mnaleta habari za uongo. Mlimuona Mungu wapi? Na mlimsikia Mungu wapi? Tokeni hapa. Ilikuwa mwaka elfu moja mia tisa themanini na saba nikawafukuza watumishi wa Mungu wakati ambayo sikufikiria. Baada ya kuwafukuza watumishi wa Mungu, nimeenda mashineni kwenda kusaga mihogo, nikiwa nimeshajifungua mtoto wa kwanza na wa pili, nimepokea ujauzito wa tatu kabla hawajasaga ile mihogo niliyokuwa nimepeleka mashineni